ili waabudu katika hali zote na, weze, na waweze kupata kheri na ujira. Hutikiswa waja kwa mitikisiko mbalimbali mbali, ili mitikisiko hii iwa iwaongezee fadhila na kheri mbele ya Mola wao. Huja wakati siami ikawa katika kipindi cha baridi laini na huja wakati siam ikawa katika kipindi cha joto, jua kali, kiwi ikawabana watu na mazingira ya siami yakaongezeka uzito. Lakini katika yote hayo pana rahma na heri. Siam ikiambatana na joto ina heri kubwa zaidi na ina fadhila za ziada.

awe ni kiongozi wa kuongoza kikosi chake, kikosi ambacho kinavuka bahari kwenda kupambana katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hichi ni kikosi kinavuka kina bahari na amiri wao ni Abu Musa al-Ash'ari. Wakati wapo katika hali kama hiyo, kad rafau shiraa, wamenyanyua tanga lao kwa ajili ya safari katika zama ambazo vyombo vinasafiri kwa tanga, hakuna mashine, wanasafiri fi lailatin mudhlima, katika usiku wenye giza. Idha hatifun fawqahum yahtif, mara ghafla wakasikia sauti inatoka juu yao. Sauti ile inasema ya ahla safina, enyi watu wa jahazi, kifu ukhbirukum biqada'in qadahu Allahu ala nafsih, hebu simameni kidogo, msiendelee na safari ili nikuelezeni qadar na hukumu ambayo Allah azza wa jalla amehukumu juu ya nafsi yake yeye mwenyewe, amejilazimisha kuwatendea khairi waja wake

unataka kutuambia nini? Hawajashtuka masahaba na masahaba, kukutana na hali za ajabu ajabu kama hizo ni hali ya kuzoeleka kwao. Washaona mengi ambayo yaliongeza yakini yao, lakini hayajawapa mshtuko. Watu wako baharini, giza totoro, sauti inatokea juu walio mbali na dini katika watu wa zama zetu wengeshtushwa sana na sauti hiyo, lakini sahaba wana ukaribu baina yao na mola wao, na ukatengenezeka ukaribu baina yao na viumbe wema wenzi wao ambao ni malaika. Kwa hiyo wema wako karibu na malaika na watu wabaya wako karibu na shayatini. Waja wema wako karibu na shajaa na tumanina ushujaa wa nafsi na utulivu wa moyo katika matukio. Wabaya wako karibu na uoga na hofu, na kwamba wao hawakupata amani katika maisha yao. man khafa Llah khafahu kulu shai wa man lam yakhafi Llah khafa min kuli shai, atakeemwogopa Allah kitamwogopa yeye kila kitu na asiyemwogopa Allah yeye ataogopa kila kitu. alkhaufu atifatun awdaaha allahu azza wa jalla fi nafsi albashariya, hofu ni hisia akaitia Allah katika nafsi za kibinadamu. Ni lazima tuipatikane, ima iwekwe mahala sio pake au iwekwe mahala pake. Ukimwogopa Allah peke yake kitakuogopa wewe kila kitu, na usipomwogopa Allah utaogopa wewe kila kitu.

atoe taarifa ambapo ina inayumkinika sana kuwa ni malakun min almalaika. Ikawa sasa anatoa taarifa, anasema Allah, qada ala nafsihi, amehukumu juu ya nafsi yake, kajilazimisha ilo jambo, annahu man atasha nafsahu lahu fi yaumin saif, kwamba yeyote atakayeitia nafsi yake kiu katika siku zenye joto kali, yaani ikaingia kwenye ibada ya siam akawa ameitia kiu nafsi yake, na kataja kiu, hajataja njaa, kwa sababu inazungumzwa siku ya joto kali, na kawaida ya baridi inakupa hamasa ya kula, na joto linasababisha shauku ya kinywaji, na uzito wa siamu uko zaidi katika kiu kuliko njaa, kwa sababu hitajio la mwanadamu juu ya maji ni kubwa zaidi kuliko chakula hufika wakati katika zile nchi ambazo joto lake ni kali, mpaka wanahisi kama kwamba koo inataka kukatika kwa kiu. Kwa hiyo inazungumzwa yomu saif, katika mazingira ambayo saif inajulikana ni nini, kiangazi. Kipindi cha joto kali kinajulikana uzito wake. Atakayefunga katika hali hiyo, sakahu Allahu yawmal atash Allah atamnywesha maji katika ile siku ya kiu. Allah amejilazimisha jambo hilo. Hii ni hadithun himo katika sahihu targhib wa tahib. Hadithi hii inatupa faida ya kwamba kumbe, tuengeze jambo la al-iman wal-ihtisab. Kila shida ikiongezeka, al-iman wal -ihtisab vitu viwili hivi navyo viongezeke, awe muumin yuminu bil ajri al-azim wayahtasibu hadha alajr, amini ujira huo mkubwa utarajie, aone kilichomfika ni kidogo tu katika shida na dhiki. Na katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari imekuja hivi inna llaha qada ala nafsihi annahu man atasha nafsahu lillahi fi yawmin har. Matamko mengine yamekuja hadithi hiyo hiyo inayowahusu masahaba wanaosafiri na ikaja sauti juu yao katika matamko mengine imekuja sauti ile ikasema, hakika Allah amehukumu juu ya nafsi yake kwamba kila atakayetia kiu nafsi yake katika siku yenye joto kana haqan ala allah an yarwiahu yauma alqiyama, imekuwa ni wajibu ambao Allah amejiwajibisha mwenyewe juu ya nafsi yake kwamba atamwondolea kiu mtu huyo siku ya kiyama. Ilo neno an yarwiahu ndio limetengeneza neno arrayan tukaambiwa katika milango ya janna huko mlango unaitwa Rayyan. Rayyan ni mtu ambaye kanywa mpaka akaondoa kiu, ndio Rayyan huyo. Basi Abu Musa al-Ash'ari baada ya taarifa hiyo aliyopata safarini katika usiku wenye giza, ikawa anaipania siku yenye joto kali isimpite. Joto ambalo anakaribia mtu kuvuka kutoka kwenye ngozi yake, ile ngozi inaacha mwili kwa sababu ya joto, joto kali kama hilo Shida kubwa kama hiyo ndo iliyomfanya Abu Musa al Ashari aingie kwenye siam, siku zikitokea za joto kali, anahakikisha kwamba siyam haimpiti, kwa kutarajia hiyo kheri na baraka kutoka kwa mola wake subhanahu wataala. Na ndio maana Muadh bnu Jabal alisema wakati wa kufa kwake, marhaban bilmaut zairun mughayyab, karibu ewe mauti, ewe mtembeleaji ambaye ulikuwa hupo Habibu jaa ala faqa, ni mpenzi amekuja kwa hamu. Allahumma kuntu akhafuka, anamwambia mola wake kwamba nakuja huko mola wangu nikiwa ninakupenda, na, na hamu ya kukutana na wewe. Allahumma kuntu akhafuka fa ana alyawma arjuk, mola wangu nilikuwa nakuogopa maisha yangu yote lakini, leo natarajia juu yako kwamba utanipokea vizuri. Allahumma innaka talamu anni lam akun uhibbu dunya wa tula baqai fiha likari lanhar wala ligharsi lashjar, mola wangu unajua vizuri kwamba mimi sikuwa nikiipenda dunia na kupenda kuishi sana, kwa sababu ya kuchimba mito mizuri mizuri ipite karibu na nyumba yangu, au kwa ajili ya kupanda miti. Sikuwa ni mtu ambaye najali mito na miti na vibustani na mashamba na mazingira ya kupendeza na anasa, hapana. Dunia sijaipendea kwa hilo. walakin lidhamai lhawajiri wa mukabadati sa'at, lakini kama kulikuwa kuna kitu kinanipa hamu ya kuendelea kuishi duniani, basi ni kwa ajili ya kiu katika siku zenye joto kali, niwe ndani ya siam nipate kiu, na hali kadhalika kupambana na masaa ya usiku kwa ajili ya qiamu lail. wamuzahamat ulama bi birukabi inda hilaqi dhikr na jingine ni kusongamana na wanavyuoni, kuchuana magoti yangu na magoti yao katika vikao vya elimu. Napenda kuwa karibu nao nifaidike. Hayo ndio ya yaliyonipendezeshea kubaki duniani na sio anasa za dunia. Nasallu llaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu huwa yarda wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin.